takatifu ndiye anayetusaidia kuomba kama vile apendavyo Baba, kama vile apendavyo Baba. Maandiko yanaweka wazi katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari 26 na 27. Maandiko yanasema kadhalika, Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana atujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Unaona Biblia inachokisema inasema hivi kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Nini maana yake? Sio kwamba hatujui kuomba, ila hatujui kuomba jinsi itupasavyo. Itupasavyo maana yake hatujui kuomba kama vile inavyopasa tuombe. Kuna namna ambayo Mungu anatutaka tuombe. Sasa jinsi hiyo ambayo inatutaka tuombe sisi hatujui unaweza ukataka uombe, lakini lo Mtakatifu ndiye anayejua jinsi inakupasa uombe hata upate matokeo ya maombi yako. Haleluya! Lakini pia anaendelea kusema hivi, na yeye aichunguze mioyo aijua nia ya roho ilivyo, kwa kuwa huwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Unaona Biblia anavyosema ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayejua, anatusaidia kuomba kama vile apendavyo Mungu. Nataka uniambie, je, unaweza kuomba kama apendavyo Mungu afu usipate matokeo? Jibu ni hapana. Kwa unaona umuhimu wa kumuhusisha Roho Mtakatifu. Ukimuhusisha Roho Mtakatifu, loo, anaweza kusaidia kuomba kama vile apendavyo Mungu na ukapata majibu yako asilimia mia moja katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akubariki sana.